Sharuti za kutubia, sharuti za kutubia. Ni nne, tatu mbaina yako wewe na Mwenyezi Mungu, na moja mbaina yako wewe na mja. Ikiwa ile... lile dhambi mbaina yako wewe na mja na Mwenyezi Mungu, yatakiwa mwanzo anadam kujuta. Mwanzo al-ikhla. Nini maana ikhla? Yani, usinene, inshallah sivuti tena bangi, kumbe bangi kwa mfukoni <laughs> au iko mdomoni. sitaki tena mambo ya wanawake janaba, huyenda ukaoga, wewe uko naye kesandani a ukunaeketandani alila kuitekua. Yani, ujinasue na ile dhambi, cha kwanza. Pili, anadam kujuta, yuta kwamba wewe umefanya makosa. Tatu, kuwa na azma kutorudia lile kosa, si uwe na azma kwamba sirudie tena, sio

wewe kuwa katika nia yako inshallah, mkweli, hufanyi tena. hizi ni hizi ni baina yako wewe na nani? Ikiwa ile kosa la fungamana na mja, sasa umemtukana mtu, sio ya Rabbi, nisamehe, unenda kamwombe. Na ule umempokonya mtu, umemtukulia haki yake, nenda, unaenda kamwombe msamaha, mwambie bwana, nisamehe mimi nimekukosea, mimi nimekudhulumu, mimi nimekupokonya. Raddil madhalimi, urudishe ile dhulma uliyomfanyia. Lakini wewe ukalia siku zote nini? Yaani Mwenyezi Mungu kukuuliza nini, nimemkosea ndugu yangu, nimemdhulumu ardhi yake, umemregesha mwenye memdhulumu? Utalia mpaka unene basi, maadamu yamregeshea, hakuna toba hiyo toba ya madhalimu mpaka raddi lmadhalimi, bila ya kurudisha ile dhuluma huwezi pata toba, huwezi, hakuna, haiyawekwa toba hiyo ya yani ya ya ya nisamehe yarab. Shilingi alfu nayomfuki, mregeshe mwenyewe, mwando alfu mwando, mregeshe, kisha uombe msamaha kwa lile kutukua, ilikuwa nkosa kwa, lakini huwezi kusamehewa lile kosa ikiwa bado wewe Kile ile dhulma bado nayo wewe haiwezekani, hakuna toba hiyo. Sasa saa ingine mtu humwekea sharuti yule alokufanyia aloku, si amenikukosea, mathalan ni hayo, amekutukulia ardhi yako, umwambie nilipe hii ardhi, ukitaka nikusamehe niregeshea mwenyewe ardhi yangu na pesa zote ulopokea uniregeshee na uniengeze na milioni moja, ana haki ana haki hai, si ulimnyanyasa? Wataka, wataka haya utakinenda huko. Sasa huyo atuambia kuna kiswa cha tufaha. Kiswa hichi kiswa huelezewa kwa riwaya tofauti tofauti, lakini lengo si riwaya hii ni hii au ni hini, lengo ni hichi kiswa, kwamba kuna bwana mmoja alikuwa amepotea kwenye mashamba akashikwa na kiu sana, njaa na kiu, atamani chakula atamani na nini na maji. Ikabidi atafute, akasema wate nenda. Akaenda kafika mahala, kuna mto, alhamdulillah, raha mto. Unaona hapa kiu, wala siondoki tena hapo, kuno yale maji. Kuna tufaha likapita kwenye ule mtu kalitunda le tufaha kufanya nini? Akala. Si tufaha limepita kwenye mto, kalitunda akala, akaliambua tu mara moja ngam ile kula sasa. Wajua tena mwanadamu mara nyingine sangine, akiwa na hamu ya kitu fikra hazi, kama mara nyingi mtu uzini, fikra baadaye pale sasa, kawa sasa na pengine atasi khofu, siekaona ukimwi ule ya rabistara hofu yake sasa, hatasi Mungu ufikiria asijakawa na nini haswa, baada yake tu tumbo limeanza kumshika, hey, daktari katika zile ishara ishara za ukimwi nini aambiwe basi mwanzo kuhara, we we we we we. Sasa baada kulime, ah, ya kulimenya tu lile tufaha akakliki ah, ile tufaha, hakuna tufaha yameao kwenye mtu lazima kuna mti wa mtufaha na hunu mti lazima ni matufaha haya, mei tu mashamba humezwa, lazima ni shamba la mtu. Kwa hiyo mimi ni lazima nimtafute mwenye mtufaha nimuombe msamaha. Sasa kabla sijaenda huko, je, kweli kisharia umeliona embe kwenye mtu, umelila, una makosa? Una makosa eh? ni wewe umeliangua kawaida mwenyewe siku zote husamehe, kwani mwenyewe ataketi? Wewe msintugulie matufaha msintugulie ma, maembe yangu yakianguka mtoni, madamu ni mto wa kufanya nini? Wa kutembea, sio ni mwenyewe ni, ni ziwa liko palepale, mwatieni mwenyewe atakuya yatunde. Maana maanake urongo usipolitukua wewe litima litapotea kabisa, au kawaida huna makosa hapo haswa. Na ikiwa ni kama hali namna hiyo, una njaa Huna chakula ule nyasi hata ha? Kama uliko umezoea kula manyasi hutokula, anena ile marungi bana, hizi nyasi kwani? Anakuambia hizi uliwe, hizi haziliwi. Nani ni itikadi, pengine ukizonda hizi zina handasa kushinda hizo. Sasa <laughs> akanena, mimi lazima nimtafute mwenye nani, mwenye shamba amwombe msamaha kweli, akamtafuta mtafuta shamba kila shamba endao ambiwa, hapa hakuna mtufaha, lakini jaribu shamba la mbee. Hapa hakuna, jaribu shamba la mbee ka mingine na basi baa taunanaoko bwanaunanaokoau hoko omba msamaha hapa hoko hakuna atake kusamehe, hata kama mwalii hakusamehe kuambia hapa eta mwenyewewewendao ha, peponi eh. Lakini peponi nitaka mpate tena max nataka maxi ya juu zaidi. Basi yule bwana kenda mwisho wa kuisha akalipata lile shamba bwana, asalamu alaikum. Salaam. Bwana mimi karibia masaa manne sasa, e, naja kwa miguu e, bismillahi kunani, kuna hili tufaha nilikuwa hoko nimeliokota nikalila. Baada ya kula nikakumbuka kwamba hili tufaha lazima lina Lime, lina mwenyewe, limeanguka lime kutoka shamba, na hilo shamba lina mwenyewe, nimtafute mwenyewe, na mimi nilikuwa nina ndaa sana, sijala karibu ya siku tatu. Ule mwenyewe akamwambia, mimi niko tayari kusamehe, lakini nina sharti mbili nami nitakupa za kupata msamaha. Sharti gani bwana? Akamwambia, sharti ya kwanza uwe mfanyikazi wa hili shamba langu kwa mwaka mzima. Sharti ya pili, baada ya kumaliza hono mwaka. Lakini mwanzo nimekupa sharti hii, sitokupa sharti ya pili mpaka nione hii sharti hii umeitekeleza. Bwana takamsamaha akamwambia, sawa, mimi niko tayari madamu utanisamehe, nataka kwenda kwa Mola wangu radhi. Yule bwana akalinda shamba mwaka mzima, akimaliza mwaka akamwambia, sharti ya pili sasa, hiyo sharti yenyewe ni hini, mimi nina binti yangu Hoyo binti haoni, hoyo binti hatembei, hoyo binti hasikii, haneni. Yani, h ukimwambia bebi hata yui shati manake na haoni, mpaka ndo kamshike mkono ndo ayue ameshikwa. Sasa akishikwa haisi akwambie kwa, hai, ha, ana cha hai, ana cha haya nataka nikuozeshe barobaro. Haya, oa mende ukampe tongo kiwete bubu kiziwi. Hata wewe ukatangaza msikitini jamani, na ofa ya binti kama huyo, hata ule amchaye Mungu sana, ukimstiri na yeye, hatakwambia zamani mtamende mashekhe mashekhe, atakwambia zamani bwana, binti hoyo haoleki Ukitaka msamaha ni huyu muoe. Bila ya huyu hakuna msamaha hapa. Jamaa haangalii kwamba mi naoa nani, lakini aangalia mimi nitapata nini katika kuoa. Atapata nini? Msamaha. na ye kwake ye msamaha ni jambo yani zuri na muhimu sana, akamwambia basi, mi niko tayari, akaozeshwa, meozeshwa mume mepekwa mpaka kwa mkewe. Kiingia kwa mkewe, mume ni kijana mwema. Kiingia, asalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu, kwa sababu amesoma kwamba aya Mwenyezi Mungu atuambia tukiingia nyumbani tusalimie. Akasalimia, aliposalimia binti akainuka, wa alaykum assalam rahmatullahi wa barakatu. Mume alipiga bautani, siko huku, yeye ana sifa kwamba mke hasikii mke kiwete, umeona ngoma imesimama, kisha imemjibwa, kisha imemfungulia na macho ah, huyu huneno. Huyu si kiwete, huyu si kiziwi, huyu si bubu. Bila shaka huyu sie. Metoka mbio, vipi mmeingia? Ah, chumba sicho? ni hicho hicho basi. Mwanamke sio anjibadilisha, ambe ndiye hoyo hoyo, ameingia tena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mume wangu jini labda huyu. Akamwambia mimi sikubali kwamba ndiwe mimi mume wako, akamwambia wewe wa ndiye mume wangu. Akamwambia kwa nini? Basi mimi nimesifiwa mke siye huyu, akamwambia ndiye haswa, sifa zote aliyokupa babangu, ndizo babangu amekupa. Sifa gani manam. Babawako amenambia wewe husimami hutembei ya nini? Babangu amenambia wewe husikii, babangu amenambia wewe huoni, babangu amenambia wewe husemi. Akamwambia ni kweli, mimi sitembei, yani gulangu halijui kutembea kwa maasiya kabisa, sijatembea gulangu kwa ajili ya maasiya. Mimi kwandia nibaliri, niko hapa ndani ya nyumbani nasubiri mume tu. Sioni mimi, ndio mwanzo kuona mwanamume asokuwa babangu Sisiki, mi sijawahi kusikia sauti ya mwanamume, ila wewe yo mume wangu. Sizungumzi, sijawahi kuzungumza na mwanamume, ila wewe, baada ya kunioa. Katika ulimwengu wetu, asiwe na zote nne, awe hendi tu ila mahala apendapo Mungu, tosha ilo. Au awe hasiki tu ila litakalo Mungu, tosha ilo au haneni tu ila na apendaye Mwenyezi Mungu anene na ye, tosha hilo. Awe hasiki tu ila tosha moya tu katika hizi nne. Hoyondoa peponi akawandie aka mkewe, kukazaliwa kijana akiitwa Ahmad bin Hanbal, mwanachuoni mcha Mungu. Sababu baba alikokoni huyu, ametoka ametokatokako kwa kuomba wewe yo ukitoka kwenda mbali, wenda ukugrap ardhi. Watu walitoka mbali kwenda kuomba msamaha, we utoka mbali kwenda kudhulumu. Nasalullah salamata wal afya, angalia tofauti. Huyu ametoka mbali, huyu akuomba msamaha, sisi henda mbali kwa kwenda kudhulumu. Lazima kijana kishazaliwe namna hii. Sasa suala lake huyu auliza Je, yafaa kumwekea sharti mtu baada ya sharti hizi? Hizi ni sharti ala wajihi lumumi, lakini mimi umenikosea mndio. Mimi si uzuri, lakini naweza kukuambia bwana, wewe ukaja ukaniambia ustadhi, mi nlikusengenya, nitakuuliza umenisengenya wapi? Maskani? Nenda maskani ukasema kwamba si kweli lolizungumzia, ingawa sitakiwi kusema hivyo lakini pengine kuna nafsi pale zaweza za, za kunitukia na za kuniekea kisasi. Nenda kazitahirishe, na hili ndilo alofanya Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa salam. Safari moja Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa salam, sikiliza kwa makini hapa, alikuwa amekaa na masahaba zake mtume saa salama alikuwa apenda kuweka kishali namna hii, umeona hii. Alikuwa amekaa na masahaba zake, akaja muyahudi kama hivi tuseme, mko darasani, aje atoke atokako kwaje, ashike hii, shike kwa nguvu, kisha mwambie, nyinyi mwapenda sana kuchelewa kulipa. Banu Mutalib mukikopeshwa kuchelewa sana kulipa. Hii ni riwaya, riwaya nyingine "We Muhammad Bakhili, Mungu kupa mali huwapi watu kayatumia wewe mbele za watu. Sayyidina Umar akamwambia, wewe una adabu sana ya Rasulullah, hata nimkate shingo huyu. Ana adabu yani, hata kama alikuwa ataka jambo huomba namna nini, basi hata kama alikuwa amdai mtu kuja namna nini, mbele darasani namna nini, kweli wamdai, si ngoja amalize. Basi mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la Umar niamrishe mimi niambia, ya Rasulullah, ukidaiwa lipa kwa time. Allahumma salli wasallim alayhi, Allahumma salli wasallim alayhi. Angalia namna gani mtume anatufundisha sisi kwamba hata ukawa kiongozi namna gani, jua kuwa wahitaji kufanya nini. Kuambiwa leo wewe ukubala kubwa, mtaje kiongozi. Mtume amwambia Saidna Umar, murni bihusnil ada, niamrishe maadamu si huyu amekuja akasema tatizo kwamba mimi silipi kwa time. We Omar, naambia ya Rasulullah, ukidaiwa lipa kwa time, wamurhu bihusni talab, na huyo pia mwambie, lakini bwanae, ukija kuomba chako omba kwa njia nzuri. Kwa hiyo sote tuweke, we bwana ukiomba, omba kwa njia nzuri, na we ukidaiwa lipa uzuri. ya Rasulullah Besi ndo ulotwambia inna ahsanukum inna khiyarukum ahsanukum, kavaa mbora wenu ni ule hodari wa kufanya nini? Wakulipa, yani wakati wa kulipa huwa hodari, hawisaa zote nkutiririwa lipa, lipa, lipa, lipa, lipa, lipa. A -a. Yule ambaye ikifika taimu ya kulipa moja kwa moja iwenda akafanya nini huyu ndiye mbora wenu Tumefahamu sasa, mtume sawa salama, akaingia naye ndani ambiahaten mtume akampa. Alipompa ule bwana akaanza kusema, mimi sijaona kama wewe Muhammad hodari kuishi na watu hodari. Akamwambia, la, sinambie mimi haya maneno kule. Jamaa wataka kufanya nini? Kina Saidna Umar alikuwa wataka kumfanya nini? Kummaliza. We sasa ukanisifu mimi hapa, wale watajua kama wewe umebadilisha msimamo wako. Naenda tena kule, haya haya uliokuwa ukiyasema hapa, naenda kayaseme. Kwa sababu wale kuna mmoja akikupatia faragha, kwa kuwa umekuja ukanivundia heshima, atakufanya nini? Atakuua. Kwa hiyo nenda kazibadilisha zile nafsi zao, sasa wakuone kwamba siye tena ule mtukio wa Muhammad, walaweza kumvundia heshima, sasa waweza kumwekea yule anayekukosea sharti, ikiwa waona ile sharti kuna maslahi, lakini kila ukisahilisha msamaha, wajisahilishia na wewe msamaha wa nani? Allah awza kama hayo. Ustadhi, ukiwataka nikusamehe uniole binti yangu, urongo. Sasa hakuna ataka kukwambia, usidhani ilwatu umeliona embe utakwenda ukatafuta mwenyewe, atakwambia ndo wewe, ngojea ampige simu polisi tena. <laughs> ule mwizi wa kila siku miskini, hajawahi kujepa, siku hiyo mejepa, amekuja kukwambia, mzee, sa una embe nimekula hapa kidogo, lakini sasa ndo nimekumbuka kwamba hii embe ni ya wapi. Ndo wewe mwizi, mwana lana. We, hiyo lana tosha, basi unajata tena polisi. Kwa hiyo ukiomba msamaha, una khiari ima kumpa direct, na hii ni uzuri au kumwambia mimi sikusamehe, mpaka kadha kadha kadha kadha. Ni haki yako, mnifahamu.